Habari ya uzima ndugu jamaa na marafiki ah, labda tu niwaeleze kwa kifupi, miongoni mwa watu ambao wanawapenda sana na wa mimi nipo na mimi nakupenda sana na wewe na wa mtazamaji wangu na wale wengine hata ambao wanatazami wote kwa ujumla nawapenda sana saa, mimi nipo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu. Mimi ni sura na mfano wa Mungu. Huh. Nikisema sura na mfano wa Mungu kuna watu ambao wana hofu fulani, ni hili hapa. Kuna kitu kinaitwa matatizo kwenye maisha ya kila siku ambayo tunaishi. Ndugu yangu, miongoni mwa vitu muhimu ambavyo unatakiwa Mungu kumwambia Mungu asante kwa kukuletea kwenye maisha yako ni matatizo. Matatizo ni muhimu sana, ndugu yangu na wewe ndugu yangu, natakiwa ukubali kwamba matatizo ni muhimu na natakiwa yaje kwenye maisha yako. Dhahabu ni miongoni mwa kitu ambacho ni cha thamani sana duniani na wengi tunakipenda. Sasa hivi, ukipata dhahabu, moja kwa moja akili yako ina create kwamba nimeshakuwa tajiri, nitaenda nitauza, nitapata mapesa. Lakini ili dhahabu ipate uthamani wake, ni lazima ipite kwenye moto mkali tofauti. Hivyo basi, naonyesha moja kwa moja, ili kitu kitukuke na mwa miongoni mwa watu, ni lazima kipite kwenye matatizo mazito. <laughs> Nimesikia baadhi siku, siku wa siku, siku wa ya watu wanaenda mampopo, ka wanaenda siku kwa nani sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kusovu mambo yao ili matatizo yaishe. Ndugu yangu, acha kufanya kazi za uaz. Matatizo yameungwa na Mungu na Mungu anajua umuhimu wa ya matatizo. Hata shetani ambao unamkemea ni muhimu zaidi ya unavyodhani. Kwani singekuwepo, huenda kuna baadhi ya vitu na ufalme wa Mungu singetukuka zaidi ya unavyodhani. Ila umezidi kutukuka na kuwa na nguvu kwa sababu yupo shetani. Kwa hiyo kuna upinzani ili Mungu atukuke ni lazima shetani ashindwe. Kwa hiyo umuhimu wake ni kushindwa <laughs> eh? Bwana, hata kwenye malezi ya mtoto ni muhimu kukubali challenge ndogo ndogo zitokee kwa mtoto wako ili akili yake ikue kwenye uwezo wa kusovu na, ku, na kupambana na, cha, na, na changamoto ambazo anakutana nazo kila siku. Kuna baadhi ya familia, hasahasa familia za wasomi, hicho kitu nimekiona kimenishangaza sana. Mtoto asubuhi anafanyiwa kile kitu anafanya eh, kula akitaka kula anatengewa chakula, akitaka kufua afue, kila kitu anafanyiwa, kila kitu mtoto anafanyiwa. Wewe mzazi unayofanya hivi hivyo, acha ujinga, mwache mtoto afanye vitu vyake mwenyewe, mwache mtoto akumbane na changamoto, mwache mtoto, mwache mtoto sometimes ya achangamane na wenzake, ajue namna ya kusocialize, usimbumbe mbumbe, mwandae mtoto kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Wewe unamshikilia mtoto mdogo umekumbatia kama hivi. Ukiwa huko mtoto ataishije? Ina maana wewe ni adui wa mtoto wako bila kujua. Wazee wetu wa zamani, elimu iko chini sana, ilikuwa haijawafikia kwa kiasi kubwa kama sasa hivi. Lakini uwezo wao kufikiri na uwezo wao kupenda mambo kuanzia kwenye, kwenye kwenye maisha chini mpaka juu, kwa ujumla ulikuwa ni mkubwa tofauti na sasa hivi ambao so, wasomi wamekuwa wengi na ujinga umekuwa mkubwa. Asante sana.